Pe, people mi naitwa Ali a 3 wa hapa 69 Media. Of course utakuwa huko good ku kinomanoma, na ndio maana upo kwa channel yetu. This time as usual nakuletea mataarifa mbalimbali ambayo ya yanaendelea ku happen uko mitandaoni and guess what, leo kuna taarifa ambayo imeitake mitandao by storm kama kawaida yetu huwa hatuziachi hivi hivi, huwa tunakuletea kwenye chaneli yetu hapa, ili mradi yote tuweze kushea hizi habari kwa pamoja na tuangalie jinsi gani dunia inavyokwenda. Sasa kwenye mitandao ya kijamii leo mapema kabisa, kuna video ambayo ilikuwa imetrendi sana ikimwonyesha msanii ambaye amesainiwa kwenye lebo ya Next Level Music. Kama unavyojua, Next Level Music ni lebo ambayo inamilikiwa na msanii Reivani ambaye aliwahi kuwa msanii kutoka lebo ya WCB na maanisha Wasafi, ambayo iko chini ya Diamond Platinumz. Sasa MacVoice bwana, ambaye ni msanii wa Next Level Music, ameonekana akipiga show ya chaka tuchaka. Kama unavyojua show za chaka tuchaka ni show ambazo mara nyingi huwa zinafanywa na wasanii wale ambao tayari walishapoteza mvuto, ama walishawahi kufanya vizuri huko zamani, na sasa hivi wamekubali kwamba mambo yaende na yaishe. Kwa hiyo huwa anafanya hizo show za chaka tuchaka, ili mradi wapate angalau kiasi cha fedha ambacho huenda kikawa kidhi kwenye maisha yao. So mazingira ambayo alikuwa ana MacVoice alikuwa ni mazingira fulani ya hali ya chini likuwa naonekana sehemu fulani ambayo watu labda waliingia kwa vinywaji, maana ilikuwa naonekana kuna watu pale e, wanakunywa wanafurahi kile ambacho wanakiimba MacVoice e, huku wengine wakiwa wanasikika wanaimba nyimbo yake wanaimba naiko pamoja. Sasa hii video ikawa imezua mtafaruku kidogo kwa watu ambao E, wanapenda muziki na ni wadau wa muziki hapa Tanzania. Ha, watu wengi wamezuka na maneno yao, huku wakiongea labda e, Rayvanny ameshindwa kumsimamia msanii huyu ambaye ana kipaji kikubwa ameshafanya eh, nyimbo nyingi ambazo zimefanya vizuri, ngoma ambazo watu wanazipenda kama eh, nenda ya MacVoice mwenyewe, lakini pia kuna ukinichiti ambayo pia ilifanya vizuri hivi karibuni. Hata leo ikipigwa kwenye vyombo vya habari, basi unasema hii ngoma ni kali na msanii mwenye kipaji kwelikweli. Lakini akiwa chini ya Rayvanny amefanya vizuri zaidi. Eh, lakini sasa pia watu wanaona akiwa chini ya Reivani ndio amekuwa na fall kubwa zaidi, amepata yani anguko kubwa zaidi. Kwa hiyo watu wamekuwa wakijiuliza kwenye mitandao ya kijamii, eh, Reivani ameshindwa kumsimamia msanii huyu ambaye alikuwa anaonekana kabisa anaweza kufika engo ya kimataifa na sio kitaifa peke yake, yani engo ya kimataifa eh, lakini leo tunamwona Mac Voice akiwa anafanya show ya chaka tu chaka, yani show ambazo watu huwa mara nyingi wanafanya ili mradi wapate chochote kitu. Kwa hiyo chaka lochaka anaonekana nifanya MacVoice, na zigo la lawama sasa limemwelekea e, Rayvani, ambaye ndiyo kiongozi wake, bosi wake, ambaye aliahidi ya kwamba anamsimamia MacVoice kivyovyote, ili mradi afikie ile engo ambayo yeye amefikishwa na Wasafi. Hii sio mara ya kwanza kwa msanii kuasaindi kwenye lebo kubwa za muziki hapa Tanzania, alafu baadaye E, tukawaona wakiwa na fall au anguko kwenye muziki wao. Tukumbuke kidogo kama msanii kama Angela ambaye alikuwa kwenye lebo ya Konde Music na baadaye pia akaondoka, msanii kama e, Rich Mavoko alikuwa Wasafi, baadaye pia akaondoka, na tukaona kidogo e, kwenye maendeleo ya muziki wao kulikuwa kuna anguko kubwa sana, e, licha ya kuwa baadaye hapo kila mtu kaanaangaika kurudi kwenye game kwa staili yake mwenyewe lakini bado e, watu wanaamini kwamba MacVoice alikuwa ni kijana mdogo, alikuwa na uwezo wa kufika mbali e, sauti yake, jinsi alivyokuwa anaimba kwenye miziki yake, basi watu walikuwa wanamchorea wana, wana picha kama ni msanii ambaye huenda akafika mbali zaidi kimataifa. Mitandaoni kumekuwa na gumzo sasa zaidi e, juu ya swala hili, huku watu wakianza kulinganisha e, Diamond Platnumz e, na Rayvanny e, jinsi alivyokuzwa kwenye lebo ya Wasafi mpaka leo amekuwa mkubwa, anazungumziwa kama ni mmoja wa wasanii ambao e, wakubwa. Na tukitizama vizuri, Rayvanny ndio msanii pekee hapa Tanzania mwenye BET Awards e, Black Entertainment Television Awards ambayo inatolewa kule Marekani. E, Rayvanny pekee yake ndio msanii kutoka hapa nchini Tanzania mwenye hiyo tuzo, maana yake ni msanii ambaye amekuza vizuri kimuziki na muziki wake umekuwa kibiashara engo nzuri zaidi kufanya mpaka achukue tuzo kubwa. Sasa watu wakaanza kulinganisha hii ishu ya Diamond na Rayvanny mwenyewe, ambaye ametoka kukuzwa vizuri, lakini yeye ameshindwa kukuza e, msanii wake vizuri na kumwacha aende kufanya show za chaka chaka show ambazo watu mara nyingi huwa hawazipi thamani sana, hasa wa wasanii ambao wapo vizuri kwenye game na wana trend, wako viral. So mara nyingi huwa ukuti wanafanya hizo show, mara nyingi show zao ni zile ambazo wanalipwa mamilioni milioni mbili tano kumi, something like that, lakini hawa chaka ruchaka mara nyingi huwa wanasema viingilio tu vya watu kuingia pale huwa ni vinywaji. Yani, mtu akinunua bia yake loko bia basi, anapata nafasi ya kumshuhudia msanii akiwa anaperform kwenye hizo stage zao ama kwenye baa zao. Sasa maoni yamekuwa ni mengi sana juu ya swala hili, huku watu wengi wakiwa na mitazamo tofauti tofauti juu ya msanii MacVoice kufanya hiyo show ya chaka tu chaka. E, kuna mtu meandika, mesema, hapa ameandika amesema hapa ndio watu wanamheshimu sana Diamond, kujisimamia yeye mwenyewe kuendesha lebo yenye wasanii zaidi ya mmoja na kumfanya msanii aendelee kuwa mkubwa sio kitu rahisi hata kidogo. Kuna mwingine pia ameandika na kusema, mashabiki maandazi ndio mnawadanganya wasanii kwamba wana uwezo wa kuwasimamia wasanii wenzao e, kama lebo kubwa ya Wasafi ambayo ipo East Africa. Mwingine pia anasema kumlea msanii sio kazi ndogo, waliolelewa WCB wao wameshindwa kulea wasanii wao, hivyo ndio wajue why walipishwa kuondoka kwa Platnumz. Haya, kuna mwingine anasema hebana, e, lebo inahitaji muda, pesa na kujitoa ili isimame na kuwasimamisha wasanii husika, ila vinginevyo ni hakuna kitakachokuwa. Hongera WCB lebo, maana walifanya kazi kubwa sana kuwasimamisha wasanii walioko na waliotoka. Huyu pia anasema maisha ni vita, mafanikio ni mateso na dhihaka. Ikiwa haibi wala kumdhurumu mtu, acha atafute riski kwa njia halali, na Mungu wa mbinguni anaona, atambariki insha allah kuna mwingine pia ameandika ujumbe mrefu na kusema, alipotoka WCB, Rivani alikuwa msanii mwenye pesa, yaani video zake zilikuwa zinatumia hela nyingi sana, na hata lifestyle yake ikiwa nje ya jukwaa na hata jukwaani ilitumika pesa nyingi sana. Kwa sasa inawezekana makampuni yaliyowekeza kwake yamejitoa. Halafu pia hata mikataba wanaoingia wasanii na makampuni ya kusimamia miziki yao, nayo na huchangia msanii kupotea maana yanawapa hela nyingi tu za promotion, ila akianza kuchukua marejesho ndo wasanii wanarudi kwenye umaskini ule ule. Ndio maana wanashindwa hata kusimamia wasanii wao. Kuna mwingine anasema respect for Konde Boy kuwa na Ibra mpaka leo. E, mwingine anasema huyu ndio mlisema atakuwa mkubwa zaidi ya Ibra wa Konde na Chinga aibu naona mie kwa kuficha aibu, utasikia walikuwa location. Kuna mwingine huyu ameandika karogwa maskini, we nyota imeibwa hivi hivi. Haya, huyu mwingine pia akaandika, Rayvanny mwenyewe siku hizi haeleweki kabisa. Mwingine anasema kwani hao hawastahili kutumbuiza kama wengine, ama kuna special group inayofaa wasanii kutumbuiza hizo chaka to chaka. Kwa hiyo maoni ya watu yamekuwa ni mengi sana, huku wengine wakisema it's okay kwa MacVoice kuperform hizo show za chaka do chaka, wengine wakidai ya kwamba Rayvanny ameshindwa kumsimamia MacVoice, huku wengine wakiamini ya kwamba makampuni hayawekezi kwenye lebo ya Next Level Music, na ndio maana Rayvanny anashindwa kumsimamia msanii wake mwenyewe. Kwa hiyo maoni ni mengi, lakini pia wewe una nafasi ya kuandika maoni yako hapo juu ya swala hili la msanii MacVoice kutoka lebo ya Rayvanny ya Next Level Music.